Naam, tukiacha na haya, mtazamaji, ni kwamba Uh, wakazi wa kijiji cha Musoma, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, wanaishi kwa hofu ya kusombwa na mafuriko. Wakizungumza na runinga ya Citizen, wakazi hao wanasema kwamba hofu yao inatokana na mvua inayoanza kunyesha maeneo hayo. Hata hivyo, wana matumaini kwamba mafuriko yanaweza kuzuiwa na handaki linalojengwa na serikali la kuzuia mafuriko. Viongozi wa eneo hilo wakiomba serikali kuchimba mabwawa makubwa yenye mito ya Nzoia na Yala. Sana sana kama furiko amekuwa mengi, sasa changamoto zinakuanga sasa, kuenda hospitali inakuwa shida kabisa. Sasa inabidi sasa watu tuchukue maboti, tunatumia boti hizi kufikisha wagonjwa na kupeleka na kurudisha Namaliza mwaka mbili kama niko kwa hiyo tenti, maji imejaa penye nilikuwa na nimejenga nyumba, sina mahali ya kujenga nyumba hii. Dai kikifika mahali ambapo walipanga kufika hapo ni vizuri, iwe extended ifike kule, kwa sababu eh, kuna maboma ambayo kwa huko mbele shule karibu ishirini ini Budalangi ziko chini ya zimezingirwa na maji, hata zingine maji imeingia ndani. Kama hii mmeona hapo, kuna yala swamp pande hii Inataka pia serikali ione vile inaweza kutukinga nayo then izoiya wametuwekea dikes, lakini upstream wakiweka work dams that will be the best solution they will have given us.